nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania na kwamba nita ninaahidi kuilinda na kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Kondesta Michael Sichalwe.